Kwenye kikosi cha Simba kuna kijana anaitwa Morice Abraham. Huyu kijana ni fundi sana. Huyu jana ni noma sana. Leo ameingia kwenye mchezo wa Taifa Stars kipindi cha pili. E, Bwana amekuja kucheza vizuri sana. Alikuwa na link vizuri sana safu ya kiungo na eneo la ushambuliaji. Kijana ana uwezo, kukaba, kijana uwezo, uwezo na, wa kukamba, kijana ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi, ana uwezo wa kushuti. Bwana, Simba mna deni kubwa kwa Watanzania. Mnatakiwa mkitunze hicho kipaji. Morice Abraham ni dhahabu ambayo ulikuwa umejificha. Sasa imekuja mjini. Jambo kubwa zaidi kwa Simba ni kuendelea kumpa nafasi, kumtumia na kwenye kocha cha timu ya taifa aendelee kutumika hivi, hivi. Na wa Simba huyu kijana mtunzeni.